Kwa niaba ya kamishna wa uhifadhi wa shirika la hifadhi za taifa Tanzania, napenda niwakaribishe sana katika hifadhi ya taifa Kitulo. Na lengo letu la kufika hapa siku ya leo, siku ya tarehe tatu mwezi wa nne mwaka elfu mbili na ishirini na tano hapa katika hifadhi bora nzuri kabisa hifadhi ya taifa Kitulo, ni kwa ajili ya uzinduzi maalum, uzinduzi rasmi wa kampeni yetu kubwa kabisa kupata kutokea katika shirika la hifadhi za taifa Tanzania na hii kampeni tunaitambua kwa jina la Vote Now, ambayo tunaendelea nayo, na hii kampeni ni maalumu kwa ajili ya kupigia kura hifadhi za taifa ambazo zimechaguliwa katika kinyang'anyiro cha kushindanishwa na hifadhi zingine mbalimbali mbali katika Afrika, na taasisi ambayo iko nchini Uingereza ambayo imekuwa ikifanya mashindano mbalimbali mbali ya kushindanisha Uh, mashirika maeneo ya kutolea huduma za utalii uh, hifadhi mbalimbali na maeneo mengine yanayoendana na watoa huduma za utalii ambayo inatambulika kama World Travel Awards. Na kampeni hii kama nilivyosema, ilishaanza na inatarajiwa kufungwa tarehe nne mwezi wa tano mwaka 2025 tumesema kwamba lengo letu kubwa ni kukutana hapa na kuweza kuzipigia kura hifadhi za taifa ambazo zinashindanishwa na maeneo mengine mbalimbali ya kiutalii katika vipengele mbalimbali. Shirika hili la World Travel Awards li, li, limewahi kutushindanisha kwa miaka zaidi ya kumi na tano, lakini limekuwa likitushindanisha katika vipengele viwili na vikaingia maeneo yetu mawili, yaani hifadhi ya taifa ya Serengeti ambayo ilikuwa inashindanishwa kama hifadhi bora zaidi Afrika uh, na, na mlima Kilimanjaro ambayo ilikuwa inashindanishwa kama kivutio bora zaidi Afrika. Na kwa bahati nzuri kwa kipindi tumewahi kushinda kwa mara ya sita mfululizo kwa hifadhi ya taifa ya Serengeti kuwa hifadhi bora zaidi Afrika kuanzia mwaka 2019 mpaka mwaka jana 2024, lakini pia na hifadhi ya taifa, na mlima Kilimanjaro imewahi kushindanishwa kwa nyakati mbalimbali na imeweza kupata tuzo hiyo kwa mara sita mfululizo kwa nyakati mbalimbali, ikishinda kama kivutio bora zaidi Afrika. Na mwaka jana hifadhi ya taifa Serengeti ilishinda, na mlima Kilimanjaro umeshinda kama kivutio bora. Kwa mwaka huu tunasema kampeni yetu ni tofauti, ni kubwa zaidi, lakini ni tofauti, na ni tofauti na miaka mingine kwa kuwa tumeweza kuingiza hifadhi zaidi hifadhi kumi katika vipengele nane tofauti tofauti kushindanishwa, na ndio maana tunasema ni tofauti. Kama nilivyosema awali, utofauti huu na wakati mwingine umeletwa na nini? Mafanikio haya makubwa yameletwa na nini mpaka tumeweza kuweza kuingizwa kwenye kinyang'anyiro cha kushindanishwa kwa hifadhi nyingi namna hii? Zote hizi ni juhudi za rais wetu mama yetu uh, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, Daktari Samia Suluhu Hassan, juhudi yake kubwa ya kuitangaza vivutio vya utalii uh, duniani, kitaifa na kimataifa, ndio vimeweza kupelekea mafanikio haya makubwa. Tumeweza kuona filamu ya Royal Tour ambayo alizindua, tumeweza kuona filamu nyingine ya Amazing Tanzania ambayo pia alizindua.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 mchango mkubwa sana ambao umefanywa na Wizara yetu ya Maliasili na Utalii. Kumekuwa na mikakati mingi sana, kumekuwa na sera bora ambazo zimetengenezwa kuhakikisha zinatangazwa. Tunamshukuru sana um, waziri wetu Mheshimiwa Balozi Daktari Hazara Pindi Chana, na pia na katibu mkuu wetu Dr. Hassani Abasi. Tumeona mikakati mikubwa ya kutangaza utalii na hii yote imeweza kupelekea hizi hifadhi zimeonekana zimetambulika na zimeona zinaweza kufaa kushindanishwa. Um, tumesema tumeingia hifadhi zetu kumi kwa mara ya kwanza, zimeingia kwenye vinyang'anyiro mbalimbali katika makundi nane, na ndio maana tuna usemi unaosema 10 packs 8 wins, 10 packs 8 wins, kwa maana tuna hifadhi kumi lakini tunashindanishwa kwenye makundi nane. Kwa hiyo tukishinda tutakuwa na makombe nane. Na hii ndio maana ya kibegi chetu, na ndii ndiyo maana ya hivi vikombe. Kwa hivi vinaonyesha tunakwenda kushindanishwa na tunaenda kutarajia kupata uh, tuzo nane na tuna vikombe nane na ndiyo kibegi chetu ambacho leo tunashukuru Mbosso ambaye kwa kweli amekuwa balozi wetu mkubwa sana kwa hifadhi ya Kitulo, amekuwa akionyesha Kitulo amekuja ha, hapa ha, kushuti wimbo wake Watamu, lakini pia na nyimbo zake nyingi katika hifadhi mbalimbali za taifa. Nafikiri mnazifahamu na ndio maana tuko naye hapa. Sasa jukumu letu la leo ni kutaja kuonyesha watu wawezeje kupiga kura, ni hifadhi gani hizo ambazo zimeshindanishwa. Tuko hapa Kitulo ni kwa sababu Kitulo yenyewe ni miongoni. Sasa nitaanza na Kitulo yenyewe. Kitulo yenyewe inashindanishwa kama eneo bora zaidi Afrika fungate hiyo, ndio hifadhi ya taifa Kitulo hicho, katika kipengele cha eneo bora zaidi la kufanyia fungate, ama tunaweza tukasema Africa's leading honeymoon destination, hiyo ndio Kitulo. Lakini pia tunao kipengele kingine cha hifadhi bora zaidi ya taifa kwa Afrika, ambayo hifadhi ya taifa ya Serengeti imeingia hapo na tunaenda kuipigia kura hifadhi ya taifa ya Serengeti, um, au Kiingereza tuanza kusema Africa's leading national park kwa mwaka 2025. Lakini tuna kipengele kingine kivutio bora zaidi Afrika ambao hapa Mlima Kilimanjaro umeingia katika kushindanishwa na maeneo mengine. Africa's leading tourist attraction. Lakini eneo la nne ni hifadhi ya taifa bora zaidi kwa mandhari nzuri. Na hapa imeingia hifadhi ya taifa ya Nyerere. Africa's leading scenic national park. Lakini kipengele cha tano ni hifadhi ya taifa bora zaidi yenye wanyama wakubwa watano, na hapa zimeingia hifadhi za taifa mbili, hifadhi ya taifa ya Serengeti na hifadhi ya taifa ya Nyerere. Tunasema Africa's leading big five national park. Tukisema wanyama wakubwa watano ama big five, tunamaanisha hifadhi ambayo inao wanyama watano kwa, kwa eneo moja yani, tembo faru, simba, chui na nyati. Hao ndio tunawatambua kama big five. kwa hifadhi hizo zinashindanishwa hizo mbili uh, tachagua moja ambao unaona inafaa kuwa hifadhi bora zaidi yenye wanyama wakubwa watano. Lakini kipengele cha sita ni hifadhi bora ya taifa hifadhi uh, ya taifa bora zaidi Afrika ambayo ni paradiso ya tembo. Tunatambua tuna hifadhi nyingi zina tembo, lakini ile paradiso ya tembo na hapa imeingia hifadhi ya taifa ya Tarangire. Tunasema Africa's leading elephant paradise. Kwa tuenda kuipigia taifa kura hifadhi ya taifa ya Tarangire. Katika kipengele cha saba imeingia hifadhi ya taifa bora zaidi Afrika kwa utalii wa kiutamaduni. Na hapa zimeingia hifadhi za taifa mbili, hifadhi ya taifa Ruaha na hifadhi ya taifa ya Katavi. Nasema Africa's leading cultural national park. Kipengele cha nane na cha mwisho ni hifadhi ya taifa bora zaidi ya Afrika yenye mlima. Na hapa zimeingia hifadhi za taifa nne, hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro, hifadhi ya taifa ya Arusha, hifadhi ya taifa milima ya Mahale na hifadhi ya taifa milima ya Udzungwa, hifadhi nne. Kwa hiyo tuna vipengele nane, lakini tumeweza kupata hifadhi kumi ambazo zimeingizwa, na tuna gombania au tunashindania hayo makombe nane, na ndio maana tunasema 10 packs 8 wins. Sisi kama hifadhi za taifa Tanzania tunaamini watanzania mkipiga kura tunaweza kushinda. Kura ziko kwenu, ushindi huko kwenu, naweza tukapata ushindi na tunategemea kabisa ushindi wa hifadhi hizi nane katika makundi hayo nane tunaweza tukapata. Na kwa kifupi hichi ndicho chanzo cha kutukutanisha hapa hifadhi ya taifa ya Kitulo. Hivyo wa Tanzania na wasio wa Tanzania tunaomba, tunaomba sana mpigie kura hifadhi zetu hizi tuweze kushinda katika hizo na tuweze kupata tuzo hizo nane. Kwa kazi hii tunaamini tukishinda, na mnatambua hizi hifadhi zetu ni urithi wetu, ni fahari yetu, na hizi ni hifadhi zetu. Kuzipigia kura ni uzalendo, kuzipigia kura ni fahari, kuzipigia kura ni tunatambua, ni urithi. Kwa kweli ushindi ni lazima. TANAPA next level, tumerithishwa, tuwarithishe. Na TANAPA sisi tunasema ni nyumbani kwa tuzo ambayo iko nchini Uingereza ambayo imekuwa ikifanya mashindano mbalimbali mbali ya kushindanisha uh, mashirika maeneo ya kutolea huduma za utalii uh, hifadhi mbalimbali na maeneo mengine yanayoendana na watoa huduma za utalii ambayo inatambulika kama World Travel Awards, na kampeni hii kama nilivyosema, ilishaanza na inatarajiwa kufungwa tarehe nne mwezi wa tano mwaka elfu mbili na 25. Uh, tumesema kwamba lengo letu kubwa ni kukutana hapa na kuweza kuzipigia kura hifadhi za taifa ambazo zinashindanishwa na maeneo mengine mbalimbali ya kiutalii katika vipengele mbalimbali. Uh, shirika hili la World Travel Awards limewahi li, li kutushindanisha kwa miaka zaidi ya kumi na tano lakini limekuwa likitushindanisha katika vipengele viwili na vikaingia maeneo yetu mawili yaani, hifadhi ya taifa ya Serengeti ambayo ilikuwa inashindanishwa kama hifadhi bora zaidi Afrika, na na mlima Kilimanjaro ambayo ilikuwa inashindanishwa kama kivutio bora zaidi Afrika. Na kwa bahati nzuri, kwa kipindi tumewahi kushinda kwa mara ya sita mfululizo kwa hifadhi ya taifa ya Serengeti kuwa hifadhi bora zaidi Afrika kuanzia mwaka 2019 mpaka mwaka jana 2024, lakini pia na hifadhi ya taifa na mlima Kilimanjaro imewahi kushindanishwa kwa nyakati mbalimbali na imeweza kupata tuzo hiyo kwa mara sita mfululizo kwa nyakati mbalimbali ikishinda kama kivutio bora zaidi Afrika. Na mwaka jana hifadhi ya taifa Serengeti ilishinda na mlima Kilimanjaro umeshinda kama kivutio bora. Kwa mwaka huu tunasema kampeni yetu ni tofauti ni kubwa zaidi, lakini ni tofauti, na ni tofauti na miaka mingine, kwa kuwa tumeweza kuingiza hifadhi zaidi, hifadhi kumi katika vipengele nane tofauti tofauti kushindanishwa, na ndio maana tunasema ni tofauti. Kama nilivyosema awali, utofauti huu na wakati mwingine umeletwa na nini? Mafanikio haya makubwa yameletwa na nini? mpaka tumeweza kuweza kuingizwa kwenye kinyang'anyiro cha kushindanishwa kwa hifadhi nyingi namna hii. Zote hizi ni juhudi za rais wetu mama yetu uh, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania uh, Daktari Samia Suluhu Hassan, juhudi yake kubwa ya kuitangaza vivutio vya utalii uh, duniani, kitaifa na kimataifa, ndio vimeweza kupelekea mafanikio haya makubwa. Tumeweza kuona filamu ya Royal Tour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 zingine. Pia tunashukuru mchango mkubwa sana ambao umefanywa na wizara yetu ya Maliasili na Utalii. Uh, kumekuwa na mikakati mingi sana kumekuwa na sera bora ambazo zimetengenezwa kuhakikisha zinatangazwa. Tunamshukuru sana um, waziri wetu Mheshimiwa Balozi Daktari Hazara Pindichana na pia na katibu mkuu wetu Dr. Hassani Abasi. Tumeona mikakati mikubwa ya kutangaza utalii na hii yote imeweza kupelekea hizi hifadhi zimeonekana zimetambulika na zimeona zinaweza kufaa kushindanishwa. Um, tumesema tumeingia hifadhi zetu kumi kwa mara ya kwanza zimeingia kwenye vinyang'anyiro mbalimbali katika makundi nane, na ndio maana tuna usemi unaosema 10 packs 8 wins, 10 packs 8 wins. Kwa maana tuna hifadhi kumi lakini tunashindanishwa kwenye makundi nane, kwa hiyo tukishinda tutakuwa na makombe nane, na hii ndiyo maana ya kibegi chetu, na ndii ndiyo maana ya hivi vikombe. Kwa hivi vinaonyesha tunakwenda kushindanishwa na tunaenda kutarajia kupata uh, tuzo nane na tuna vikombe nane na ndiyo kibegi chetu ambacho leo tunashukuru Mbosso ambaye kwa kweli amekuwa balozi wetu mkubwa sana kwa hifadhi ya Kitulo, amekuwa akionyesha Kitulo amekuja ha, hapa ha, kushuti wimbo wake Watamu, lakini pia na nyimbo zake nyingi katika hifadhi mbalimbali za taifa. Nafikiri mnazifahamu, na ndiyo maana tuko naye hapa sasa. Jukumu letu la leo ni kutaja, kuonyesha watu wawezeje kupiga kura, ni hifadhi gani hizo ambazo zimeshindanishwa. Tuko hapa Kitulo ni kwa sababu Kitulo yenyewe ni miongoni. Sasa nitaanza na Kitulo yenyewe. Kitulo yenyewe inashindanishwa kama eneo bora zaidi Afrika kwa kufanyia fungate hiyo. Ndio hifadhi ya taifa Kitulo hicho katika kipengele cha eneo bora zaidi na kufanyia fungate, ama tunaweza tukasema Africa's leading honeymoon destination. Hiyo ndio Kitulo. Lakini pia tunao kipengele kingine cha hifadhi bora zaidi ya taifa kwa Afrika, ambayo hifadhi ya taifa ya Serengeti imeingia hapo, na tunaenda kuipigia kura hifadhi ya taifa ya Serengeti. Um, au kwa Kiingereza tuanza kusema Africa's leading national parki kwa mwaka 2025. Lakini tuna kipengele kingine kivutio bora zaidi Afrika ambao hapa Mlima Kilimanjaro umeingia katika kushindanishwa na maeneo mengine. Africa's leading tourist attraction. Lakini eneo la nne ni hifadhi ya taifa bora zaidi kwa mandhari nzuri. Na hapa imeingia hifadhi ya taifa ya Nyerere. Africa's leading scenic National Park. Lakini kipengele cha tano ni hifadhi ya taifa bora zaidi yenye wanyama wakubwa watano na hapa zimeingia hifadhi za taifa mbili: hifadhi ya taifa ya Serengeti na hifadhi ya taifa ya Nyerere. Tunasema Africa's leading Big Five national park. Tukisema wanyama wakubwa watano ama Big Five, tunamaanisha hifadhi ambayo inao wanyama watano kwa, kwa eneo moja yaani, tembo faru, simba, chui na nyati. Hao ndio tunawatambua kama big five. Kwa hifadhi hizo zinashindanishwa hizo mbili, utachagua uh, moja ambao unaona inafaa kuwa hifadhi bora zaidi yenye wanyama wakubwa watano. Lakini kipengele cha sita ni hifadhi bora ya taifa hifadhi uh, ya taifa bora zaidi Afrika ambayo ni paradiso ya tembo. Tunatambua tuna hifadhi nyingi zina tembo, lakini ile paradiso ya tembo na hapa imeingia hifadhi ya taifa ya Tarangire, tunasema Africa's leading elephant paradise. Kwa tuenda kuipigia kura hifadhi ya taifa ya Tarangire. Katika kipengele cha saba imeingia hifadhi ya taifa bora zaidi Afrika kwa utalii wa kiutamaduni, na hapa zimeingia hifadhi za taifa mbili, hifadhi ya taifa Ruaha na hifadhi ya taifa ya Katavi, tunasema Africa's leading cultural national park. Kipengele cha nane na cha mwisho ni hifadhi ya taifa bora zaidi ya Afrika yenye mlima, na hapa zimeingia hifadhi za taifa nne: hifadhi ya taifa ya Kilimanjaro, hifadhi ya taifa ya Arusha, hifadhi ya, ya taifa milima ya Mahale na hifadhi ya taifa milima ya Udizungwa, hifadhi nne. Kwa hiyo tuna vipengele nane, lakini tumeweza kupata hifadhi kumi ambazo zimeingizwa na tuna gombania au tuna shindania hayo makumbe nane na ndio maana tunasema ten parks eight wins. Sisi kama hifadhi za taifa Tanzania tunaamini Watanzania mkipiga kura tunaweza kushinda. Kura ziko kwenu, ushindi uko kwenu, tunaweza tukapata ushindi na tunategemea kabisa ushindi wa hifadhi hizi nane katika makundi hayo nane, tunaweza tukapata na kwa kifupi hichi ndio cho chanzo cha kutukutanisha hapa, hifadhi ya taifa ya Kitulo. Hivyo Watanzania na wasi wa Tanzania, tunaomba tunaomba sana, mpigie kura hifadhi zetu hizi, tuweze kushinda katika hizo na tuweze kupata tuzo hizo nane. Kwa kazi hii tunaamini tukishinda, na mnatambua hizi hifadhi zetu ni urithi wetu, ni fahari yetu, na hizi ni hifadhi zetu. Kuzipigia kura ni uzalendo Kuzipigia kura ni fahari. Kuzipigia kura ni tunatambua, ni urithi. Kwa kweli, ushindi ni lazima. TANAPA next level, next level. Tumerithishwa, tuwarithishe. Tuwarithishe na TANAPA sisi tunasema ni nyumbani kwa tuzo okay.